hivi karibuni tulishuhudia kuwekwa wakfu na kusimikwa askofu wa Iringa, Mhashamu Romano Elamu Mihali. Wengi walifuatilia liturujia ilivyoenda, lakini vile vile tulishuhudia kusimikwa kwa askofu mpya wa jimbo la Bagamoyo, Mhashamu askofu Stefano Musomba na wengi walikuwa wanauliza mbona kuna utofauti zile liturujia zilivyoenda? Ndiyo maana leo nikaamua niwaletee sasa, kujua tofauti na mfanano kati ya liturujia ya kuwekwa wakfu na kusimikwa askofu. Mihali aliwekwa wakfu na kusimikwa, lakini kwa askofu Stefano Musomba, yeye aliwekwa A alisimikwa, lakini kabla ya kusimikwa, ilitangulia tendo la uzinduzi wa jimbo jipya. Kwa hiyo liturujia e, kulikuwa na mfanano, lakini vile vile kulikuwa na utofauti. Sasa utofauti huo ni upi? Ndio maana leo nimeamua kuwaletea e, huo mfanano wa uliofanyika kati hawa maaskofu wawili, askofu e, Romano Mihali wa jimbo la Iringa na askofu Stefano Musomba wa jimbo jipya la Bagamoyo. Sasa tuanze na askofu Romano Mihali, Romano Elamu Mihali, liturujia iliendaje? Kwanza wote historia zao zinaelezwa, ambapo hatuhitaji sana kugusa historia, tungependa tu tuingie moja kwa moja kwenye liturujia iliyokuwa wote siku ile e, ya utangulizi kabla ya sherehe yenyewe, kunatangulia masifu ya jioni ambayo kwa askofu Romano Mihali alisindikizwa kwanza mpaka kwenye lango la kanisa kuu kule e, Iringa na alipofika pale kwenye lango kuu yalifanyika madhehebu ya kukabidhiwa kanisa, hivyo alikabidhiwa ufunguo wa kanisa. Na baada ya kukabidhiwa ufunguo wa kanisa, kwanza tuseme, kabla ya kukabidhiwa ufunguo wa kanisa, tendo la kwanza ilikuwa ni kutambulishwa na kukabidhiwa hati ya uteuzi. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alikuja pale, alikaribishwa na akamtambulisha kwamba sasa hivi tunaye askofu. Alisema, wapendwa, baba mtakatifu amemteua huyu Romano Mihali, tena ni hayati. Baba mtakatifu alimteua huyu Romano Mihali kuwa askofu wenu na mchungaji wenu, na watu wakaitikia kwa shangwe. Na baada ya hapo akamkabidhi hati tunaita bola ya kuteuliwa kuwa askofu kwao. Alikabidhiwa ile bola yake e, ni vizuri kabisa alipokabidhiwa, basi akawa anaonyesha kwa maaskofu, akawaonyesha maaskofu wote, alafu baadaye e, katibu wa jimbo ambao anaitwa chansela akathibitisha kwamba hati ile ni halali. Na baada ya hapo ndipo akakabidhiwa ufunguo wa kanisa kama ishara ya kumiliki jimbo ya, la kumiliki lile kanisa la jimbo. Kwa hiyo akafungua kanisa lile, halafu akakabidhiwa msalaba akaubusu msalaba. Ni nini? Kwamba huyu ndiye atakayemtumikia na yuko tayari kufa kama Kristu alivyokufa pale msalabani ali. Baada ya hapo akakabidhiwa mrashi wa maji ya baraka akaanza eh, kutoa ile baraka ya kunyunyizia. Alianza kwa maaskofu, akawagusisha wote maji yale, halafu akanyunyizia waamini wote ambao wako nje. Halafu baadaye akaingia ndani akawabariki watu wote. Baadaye akapelekwa kwenye Ekaristi Takatifu ambayo inayomaanisha maadhimisho atakayoadhimisha ya Ekaristi Takatifu, na baadaye akabarikiwa na e, paroko wa kanisa kuu. Baadaye masifu yale ya jioni yakaendelea na baada ya mahubiri vikafuata viapo, e, kiapo cha uaminifu kwa Baba Mtakatifu na warithi wake, lakini vilevile vile alikiri kanuni ya imani. e, mtu hawezi kupere, kupewa madaraka makubwa kama hayo bila kukiri kanuni ya imani, ni imani gani atakayoishi katika maisha yake na baada ya kukiri viapo hivyo aliweka sahihi, na maaskofu mashahidi wakaja pale nao wakaweka sahihi ya viapo hivyo ambavyo baadaye viapo vile vinatumwa Roma kwa baba mtakatifu kwa ajili ya hizo kumbukumbu. Kwa hiyo kwa ufupi, maasifu ya jioni au ibada ya jioni ilikuwa ni namna hiyo kwa Askofu Romanus Elamu Mihali. Sasa mfanano unakuwaje sasa na huyu ambaye E, tayari ni askofu na kunazinduliwa jimbo jipya kwa Askofu Stefano Musomba, baada ya kufika kwenye lango la kanisa. Kwa hiyo wote wanafika kwenye lango la kanisa. Sasa tofauti iko wapi? Sasa kwanza, jambo linalofanyika ni uzinduzi wa jimbo jipya. Kwa hiyo eh, Bagamoyo ilikuwa tayari imesha tangazwa kama jimbo, lakini bado ilikuwa haijazinduliwa. Kwa hiyo uzinduzi wa jimbo jipya unafanywa na balozi wa baba mtakatifu. Kwanza anasoma hati ile ya, ya kuzinduliwa jimbo jipya ambayo hati hiyo iliitwa Fidelium Vitae, maana yake maisha ya waamini Fidelium Vitae, na hati hiyo uh, inasomwa mbele ya watu wote kwanza kwa lugha ya Kilatini halafu kwa lugha ya Kiswahili kama tafsiri ninayo hapa e, tunaweza kusoma e, kwa ufupi e, kwa lugha ya Kiswahili iliyotafsiriwa e, inasema hivi: jimbo jipya limeanzishwa nchini Tanzania litakaloitwa Bagamoyo, Francisco, askofu mtumishi wa watumishi wa Mungu, kwa kumbukumbu -kumbu ya daima ya jambo hilo, manufaa ya kiroho ya maisha ya waamini, ndio hiyo fidelium vite ambayo hasa tunatakiwa e, tuna, e, ambayo hasa tunakita masilahi yetu ya kufanya kazi kama zawadi yanatutaka leo kwamba tukubaliane na matakwa ya jimbo kuu la Dar es Salaam na jimbo la Morogoro, na kwamba baada ya kukata maeneo fulani kutoka majimbo mawili yaliyotajwa hapo juu, jumuiya mpya ya kikanisa inaweza kuanzishwa hapa. Huo tu ni utangulizi, ambayo sasa jumuiya hiyo ni Bagamoyo, na kanisa la Bagamoyo ambalo ni la Moyo Safi wa Maria linapandishwa hadhi kuwa kanisa kuu la jimbo na baada ya kusomwa hati hiyo kunakuwa na nyaraka za kusaini kwamba kweli jambo hili la uzinduzi wa jimbo limefanyika, eh, ambapo wana saini balozi wa Baba Mtakatifu pamoja na askofu mkuu, yani ule metropolitan bishop, askofu mkuu wa metropolitani ile, manake askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam ambayo alikuwa ni askofu mkuu eh, Yuda Tadei Ruwaichi. Baada ya kusaini ile hati ya kuundwa jimbo, ikafuata sasa utambulisho wa askofu wa hilo jimbo lililozinduliwa. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu akaja tena akawatambulisha, ninayo furaha kuwatangazia kwamba aliyekuwa Baba Mtakatifu kipindi hicho hayati Francisco kwa neema ya Mungu alimteua askofu Stefano Musomba kuwa askofu wa jimbo jipya la Bagamoyo. Baada ya, ya hapo basi, eh, anakabidhiwa eh, tena eh, ile nini, alikabidhiwa hati ile, naye akaionyesha kwa, kwa watu wote waliokuwepo, walianza kwa maaskofu wakuu, maaskofu na wale mapade wa jimbo. Baada ya hapo hati ile tena ilithibitishwa kwamba ni halali, lakini hapa nani anayeithibitisha? Kwa sababu ni jimbo jipya halina katibu kule Iringa, kumbuka, aliyethibitisha kwamba hati ile ni halali alikuwa ni katibu wa jimbo ambao ndio chansela, lakini kwa jimbo jipya ambalo hakuna chansela, ambaye anathibitisha anakuwa ni padre mzee, sio mzee kiumri, lakini mzee katika urika wa mapadre ambaye ana umri mkubwa wa upadre. Na kwa kule Bagamoyo ambaye ni padre mzee kiurika wa mapadre ni Padre Patrick Kung'alo ambaye anatokea jimbo la Morogoro, ambaye ameingia sasa katika jimbo hilo jipya la eh, anatokea jimbo la Morogoro akaingia katika ile jimbo jipya la Bagamoyo. Kwa hiyo akathibitisha, baada ya kuiangalia anasema, ninathibitisha kwamba hati hii ni halali. Na baada ya kuthibitisha hilo basi, askofu alikabidhiwa eh, hati zote na akaanza sasa akakabidhiwa akakabidhiwa ufunguo wa kanisa lile jipya, halafu akafungua kanisa kama ile ishara ya kumiliki kanisa, halafu akakabidhiwa msalaba kama kawaida, kama tulivyofanya kule e, Iringa, akaubusu ishara ya nani atamtumikia na kama yuko tayari kufa kwa ajili ya Kristu. Na baada ya hapo akakabidhiwa mrashi wa maji akawagusisha maaskofu, alafu akaanza kuwabariki waamini wake kwa mara ya kwanza kama aliyekabidhiwa kanisa, si kanisa tu, pamoja na waamini. Kwa hiyo unakabidhiwa kanisa pamoja na waamini, kwa hiyo akaanza kuwabariki. Na tulipofika kanisani kule, kama kawaida, akaenda mbele ya Ekaristi akasali kidogo. Baadaye akaenda mbele altari, akapiga magoti, akabarikiwa. Sasa nani anayembariki hapa? Sio padre huyu, tayari ni askofu. Kwa hiyo askofu aliyeongoza masifu yale ndio akaja akambariki ili aweze, eh, kuchukua madaraka hayo, eh, kwa nguvu ya Mungu. Na baada ya baraka hiyo, tukaanza masifu ya jioni, yakaendelea mpaka eh, yakaisha mahubiri. Lakini jambo ambalo sasa ni tofauti tumeona kwamba kwa askofu yule ambaye ame atawekwa wakfu na kusimikwa yeye lazima akiri kanuni ya imani na kula kiapo cha uaminifu, lakini kwa askofu Musomba haikuwa hivyo, kwa sababu yeye tayari ni askofu tayari alipowekwa uh, wakfu kipindi kile kama askofu msaidizi wa jimbo la Eh, Dar es Salaam alikiri kanuni ya imani na kula kiapo hicho cha uaminifu. Kwa hiyo kumbe hahitaji kurudia tena kiapo hicho, ndio unaona hiyo tofauti hiyo kati ya mtu ambaye tayari ni padre aliyechaguliwa kuwa askofu, lakini askofu ambaye amehamishiwa tu kwenda eh, jimbo lingine, yeye tayari ni askofu, wala sio padre. Kwa hiyo hahitaji kurudia viapo hivyo na masifu basi yakaendelea mpaka mwisho, matangazo, na siku hiyo ya kwanza tunasema imeisha. Kwa hiyo katika maongezi yangu kitafakari, unaona hizo tofauti kati ya ilivyokuwa kule Iringa kwa askofu ambaye ame anawekwa wakfu na kusimikwa, na huyu askofu ambaye tayari amekusha wekwa wakfu zamani, lakini kinachofuata tu ni kusimikwa. Hiyo ni siku ya kwanza ya yale madhehebu ya jioni sasa. Siku ya kesho yake, kwa askofu Romanus Elamu Mihali, yeye atawekwa wakfu na kusimikwa. Sasa ibada yake inakuwaje? Maandamano yanaanza kama kawaida, anakuwa eh, nyuma ya mapadre wale wakati wa maandamano, akisindikizwa na mapadre wawili na tunapofika kwenye misa, kuna kiongozi anayeongoza ibada. Ibada itaanza kama kawaida, mwanzo somo la kwanza, la pili na Injili inafika. Baada ya Injili ndipo yanafuata madhehebu ya kuwekwa wakfu pamoja na kusimikwa. Kwa hiyo huyu askofu mteule e, utaimba wimbo wa Roho Mtakatifu halafu atasindikizwa na mapadre wawili wanapofika pale, wale mapadri wanaomba, wanamwomba yule askofu kiongozi kwamba baba mheshimiwa sana, mama kanisa mtakatifu anaomba umteue huyu ndugu yetu padri Romanus Elamu Mihali kuwa askofu wa jimbo la Iringa. Wataulizwa, je, yeah, mnayo hati ya baba mtakatifu? Watasema, tunayo, naisomwe. Kwa hiyo inasomwa kwa Kilatini kwanza, alafu ikimalizika, inasomwa kwa Kiswahili. E, kwanza kwa Kilatini alafu inasomwa kwa eh, kwa Kiswahili kama tafsiri. Labda tuguse kidogo hiyo ya Kilatini, hatusome yote kwa sababu ya muda. Inasema hivi: Franciscus episcopus servus, eh, Franciscus episcopus servus Servorum Dei dilecto filio Romano Elamu Mihali eclero Mafingensi sedis Iringensis nominato episcopo salutem et benedictionem. Inaanza namna hiyo, itaendelea na mambo mengine ritum nusialem na kadhalika na kadhalika, lakini basi mwisho itasema eh, audito ideo concilio dikasteri pro evangelizacione nostre apostolice potestatis et autoritatis plenitudine et episcopum iringensem constituimus. Eh, kwa hiyo kwa kufuata mashauri ya dikasterio ya, ya uinjirishaji wanamteua huyu kuwa askofu wa Iringa. Baadaye itatafsiriwa na baada ya hapo basi e, atahojiwa kufanya viapo. E, kuna maswali nane ya kuweka viapo, je, je, je, so, nataka nataka nataka kwa msaada wa Mungu, nataka. Baada ya hapo e, atalala, utaimba wimbo wa Roho Mtakatifu, baadaye itasaliwa sala ya kuwekwa wakfu pamoja na injili ikiwa kichwani, baadaye haya kuwekewa mikono, kuvalishwa fimbo, pete, e, vyote hivyo atavalishwa. <coughs> e, pete atavalishwa, zuketo atavalishwa ile mitra, baadaye atakabidhiwa fimbo na kuketishwa kwenye kiti. Kwa hiyo ni zoezi la kuwekwa wakfu na kusimikwa linakuwa limekamilika. Huyu ni kwa askofu, yani kwa padre ambaye amechaguliwa kuwa askofu. Sasa kama, kwa wale ambao wamefuatilia ambao walikuwa wanaulizia mbona kulikuwa na utofauti sasa, na huyu Msomba sasa, Musomba siku ya pili ilikuwa ni tofauti. Kwanza maandamano yalianza kama kawaida, anakuwa eh, ndio mbele ya maaskofu wenzake, na unapofika pale anapoanza tule askofu kiongozi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amani iwe kwenu, tunakaa mara moja yanaanza madhehebu ya kusimikwa, sio ya kuwekwa wakfu, ya kusimikwa. Sasa madhehebu hayo yanakuwaje? Naye atatambulishwa e, atatambulishwa na padre mzee. Kama alivyokusha kumtaja padre aliyekuwa mzee ni padre Patrick Kungaro. E, atamtambulisha kwa kwa kwa, kwa, kwa askofu kiongozi, sema baba mheshimiwa sana tunakuomba umweke huyu ndugu yetu askofu Stefano Lamek Musomba kuwa askofu wa jimbo jipya la Bagamoyo. Na aliulizwa je, mnayo hati ya kitume ya baba mtakatifu? Sema tunayo, naisomwe hati nayo. Ikasomwa ile ya uteuzi kama askofu. Na baada ya kusomwa hati hiyo ya uteuzi eh, labda niangalie ni, ni hapa, ili maneno tuyapate vizuri, kama ambavyo yalisemwa ya siku ile, kwa sababu kitabu cha mwongozo tunacho. Yule padre alisema hivi: Baba mheshimiwa sana, mama kanisa katoliki mtakatifu anaomba umweke huyu ndugu yetu askofu Stefano Lameki Musomba osa kuwa askofu wa jimbo jipya la Bagamoyo. Akaulizwa, je mnayo hati ya kitume ya Baba Mtakatifu? Akajibu, ndiyo tunayo. Na kiongozi akasema naisomwe, basi. Balozi wa Baba Mtakatifu akaisoma ile hati, alipomaliza ikatoka tafsiri ya Kiswahili. Na baada ya hapo ndipo sasa akawekwa kuwa askofu kwa tamko rasmi ambalo tamko hili linasema hivi kwa utukufu wa Mungu Mwenyezi na kwa maombezi ya Bikira Maria, mwenye usafi wa moyo, msimamizi wa jimbo la Bagamoyo, na watakatifu Petro na Paulo mitume, tunamweka na kumsimika askofu Stefano Lameki Musomba OSA kuwa askofu wa jimbo jipya la Bagamoyo. Ndio vikafuata vigelegele na shangwe, hapo tayari tamko rasmi hilo basi askofu yule akaamka, akakabidhiwa fimbo, akaenda akakalishwa kwenye kiti chake. Hilo ndio tendo la kusimikwa. Kwa hiyo tayari ni askofu. Hakukuwa na wimbo wa Roho Mtakatifu kwa sababu tayari ishafanyika kipindi kile. hakua, hakuhitajika kuvalishwa, eh, kupakwa mafuta tena. Hahitaji kupakwa mafuta, tayari, hahitaji kupakwa mafuta tayari. Tayari kuvalishwa zuketo maana tayari alikuwa nayo, alikuwa hahitaji E, kuvalishwa mitra alikuwa nayo e. Na vilevile vile tukumbuke, alihama na fimbo yake ile aliyokabidhiwa, kwa hiyo ni kiasi cha kwenda kuketishwa hapuko, ndio kusimikwa kwenyewe, na akawa tayari ameshikilia mamlaka yake ya kiaskofu, e, askofu wa jimbo kwa kawaida e, labda sijataja wakati tunamwongelea Romano Mihali Romano Mihali baada ya ya kuwekwa wakfu na kusimikwa kwenye kiti kit, chake kit, cha kit, kit, kiaskofu alirudi akapewa busu la amani, tunasema eh, eh, pax tibi. Lile busu la amani linafanywa na maaskofu kama tendo la kumkaribisha kwenye urika wa uaskofu. Kwa hiyo tendo hilo linafanywa na maaskofu tu, sio watu wengine. Kwa hiyo anakaribishwa kwenye urika wa maaskofu na ushirika wa Baba Mtakatifu. Sasa kwa Askofu Stefano Musomba, baada ya kuketishwa kwenye kiti chake, baada ya kusimikwa, hakuhitaji kupewa busu la amani la kukaribishwa katika urika, kwa sababu yeye tayari ni askofu, ana urika tayari wa, wa, wa, wa askofu. Kwa hiyo kumbe, tendo lile halikufanyika, kwa sababu yeye tayari ni askofu. Kwa hiyo, unaona utofauti uliopo kati ya padre anayekuwa askofu na askofu anayehamishiwa jimbo lingine na kwenda kusimikwa katika jimbo lingine. Huo ndio utaratibu. Na baada ya hapo kule e, Iringa, kwa askofu Mihali, baada ya kusimikwa, walikuja e, mapadre wa jimbo wakaweka utii, mapadre wote wanaofanya kazi na wale wanaofanya kazi jimboni, kwanza kanzamapadre wa jimbo halafu wale wanaofanya utume jimboni, halafu na wawakilishi kutoka kwa utume wa walei, watawa na kadhalika. Vivyo hivyo kwa askofu Musomba, baada ya kusimikwa walikuja wale, wale mapadre wa jimbo jipya la Bagamoyo. Wale wa jimbo kwanza walitangulia, kutokana na e, urika wao walitangulia padre Eh, Kungalo, Patrick ambaye ndio mkubwa, wakafuata wengine. Baada ya hapo, wakafuata mapadri wanashirika wanaofanya kazi utume jimboni, baadaye wakafuata wawakilishi wa watawa. Watu wengi wanapenda kuuliza kwa nini wanaweka utii. Tukumbuke kwamba askofu anakabidhiwa watu wote, jimboni ni mali yake, kuwatunza yeye kwa niaba ya kanisa, kwa niaba ya Kristo kwa hiyo watu wote wanaofanya kazi utume jimboni watafanya, eh, kazi hiyo kwa kufuata maongozi yake, uongozi wake. Kwa hiyo ndio maana lazima kuwe na utii. Kuna baadhi wasiofahamu hili wanasema, ah, labda mimi ni padi wa shirika, sihitaji kuwa na utii kwa askofu wa jimbo. Kama wewe ni mwanashirika, huhitaji kuwa na utii wa askofu wa jimbo, ujifiche huko ndani ya shirika lako huko ndani, eh, kwenye klausura usiwahudumie watu wa Mungu, lakini utakapotoa tu mguu wako na kuhudumia watu wa Mungu, uko chini ya mamlaka ya askofu wa jimbo. Hata kama mna nyumba yenu ya kitawa, mnachukua wanovisi, mnawalea wale wanovisi, ni mali ya askofu, ni mwangalizi. Kwa hiyo lazima aangalie mwenendo wenu unaendaje, unaendana na Kanisa. Kwa hiyo yoyote yule anayefanya utume ndani ya jimbo ni lazima awe mtii kwa askofu. Kuna maswala yenu labda kama wanashirika yale ya, ya yanayohusu shirika lenu askofu hayo hana haja ya kuingilia, lakini linapofika swala la uchungaji wa kijimbo ni swala la askofu. Kwa hiyo kila mtu lazima aweke utii. Ndio maana hata katika viapo vya upadre, padre wa jimbo anapoweka kiapo cha heshima na utii, anaulizwa: je, waahidi kunipa mimi heshima nautii pamoja na wandamizi wangu, anasema naahidi. Lakini kwa padre mwingine yeye anaulizwa tu ni eh, askofu wa jimbo pamoja na mkuu wa shirika. Natumaini umepata mafundisho mazuri juu ya mambo hayo ya utofauti. Mungu aendelee kukubariki na kuifahamu litujia yetu ya kanisa Katoliki. Tumalize basi kipindi chetu kwa sala Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini, ee Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.